Tunafahamu worldwide masta mbalimbali wa kimuziki namna ambavyo wamekuwa kijibran upande wa mwonekano, ni kutengeneza tu imeji ambayo inamconnect moja kwa moja na mashabiki ama inamtengenezewa pekee na kuweza kuzingatiwa kama sehemu tu ya kutengeneza tenshon kwenye jamii. Sasa kuna huyu mrembo ameweza kuzua gumzo, na hii ni kutokana na kuja na mwonekano ambao nusu ni mwanadamu na nusu ni farasi, yani upande wa sura yake. Ukitazama picha hizi ambazo nakuonesha hapa, nadhani unaipata picha kamili. Huyu ni msanii wa muziki na pia DJ kutokea Ujerumani, ambaye jina lake halisi anaitwa Stella Stalon, ambaye hujitambulisha kuwa nusu farasi nusu binadamu, like na jina lake la muziki anatumia Hols Garl. Hili ni jina ambalo anatumia kwenye shughuli za jukwaani, yani kwenye masuala ya muziki na hata kwenye maisha yake halisi, yani sio kwamba akisha rejea nyumbani basi anatoa muonekano huu ambao ndio image yake na kisha narudi kwenye wanadamu wa kawaida, hapana. Hata nyumbani anakuwa hivi hivi. Anafanya muziki wa electro dance na wimbo wake maarufu ambao kwa sasa unazingatiwa unaitwa My Brand My Rules, lakini pia kabla hapo alikuwa akifanya vizuri na single Toyo Material House. Msanii huyu ameweza kujitengeneza kuanzia kwenye eneo la pua mpaka mdomo, na sio hivyo tu, ukitazama tu kwenye maeneo ya masikio, namna ambavyo ameweza kuyachonga na kuonekana kuwa marefu. Sio hivyo tu, tazama ta uwekaji wa nywele umekuwa wa kipekee sana. Na yote yote tu, hivi ndivyo ambavyo ameamua kujitengeneza ili kuweza kuzingatiwa kwenye soko la kimuziki ulimwenguni ameanza kujihusisha na muziki katika kipindi cha hivi karibuni tu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na mpaka sasa amekusha kuachia EP yake ya kwanza inaitwa VIP, very important person, ambayo imeweza kumwongezea kitu kwenye portfolio yake ya kimuziki hasa kupata monthly listeners wengi tu takriban laki tano na elfu sitini kila mwezi. Sasa hivi karibuni mrembo huyo alifanyiwa mahojiano na jarida la Pepo na kuelezea mambo mbalimbali ambayo watu wengi wangependa kuyafahamu. Aliulizwa kuhusu masuala ya malezi, jinsi ambavyo alivutiwa na muziki na kusema kuwa alielelewa katika mazingira ya kijijini kabisa, na ni maisha kawa ya kawaida tu, yaani ya shambani, akiwa amezungukwa na wanyama na mazingira ya asili. Lakini alianza kuvutwa na muziki akiwa na umri mdogo. Anasema alianza kuweka nguvu kwenye masuala ya kimuziki, hasa ta kushiriki kwenye matamasha mavuno, na huko ndiko ambako kurasa yake muziki ulianza. Sasa akaulizwa ni kwa nini yeye ni nusu farasi na pia nusu binadamu, akaeleza kuwa hiki ambacho amekuja nacho si tu kwa ajili ya kutengeneza tofauti, lakini hata muonekano wake. Watu wengi hapo mwanzo, kipindi maanza kujitambulisha ama watu kwanza kumzingatia, walisa kwamba maybe anajihusisha na masuala laki ya kishitani, lakini hapana, huu ni muonekano tu ambao ameweza kuja nao wa kisana zaidi aliulizwa kwamba mwonekano huu ambao ameweza kuja nao umeweza kumgarimu pakubwa sana, ili mradi tu aweze kuchukuliwa kwa uzito zaidi kwenye tasnia ya muziki. Lakini pia aliulizwa nini ugumu wake. Sasa mrembo akisema kwamba siku zote ukifanya kitu ambacho ni chakitofauti kipya, ni kawaida kugawanya maoni ya watu, wapo toko kipenda na wapo ambao hawatakielewa kabisa, na hivyo ni sawa. Wengi ukurupuka kutoa hukumu hasa mitandaoni, lakini kwa ujumla siwezi kusema imekuwa ngumu kupita kiasi. Kinyume chake, nimepokelewa vizuri katika maeneo mengi na watu wenye mioyo ya wazi na mikono ya kukaribisha. Huo ndio upande ninaopenda kuangazia zaidi. sasa